Mwenzangu wa ishara ni Byron Abuli. Naitwa Njiru Mbugwa, nikimshikia uskani mwenzangu Kamche Menza. Karibu wandamani nami hadi tamati. Serikali inatarajiwa kuzindua mpango wa kazi mtaani, huku mpango huo ukipewa jina jingine tofauti. Rais William Ruto amesema vijana laki moja na kumi watahusishwa katika mpango huo. Rais alikuwa akizungumza alipoongoza taifa kuadhimisha sherehe za Madaraka Day katika kaunti ya Homa Bay. Rais pia alitumia fursa hiyo kuangazia mafanikio ya serikali katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Mwanahabari wetu Achola na mengi zaidi. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu, unavyoshuhudia hivi sasa. Mheshimiwa Rais akipeana heshima zake kwa bendera ya kikosi cha saba, jeshi la nchi kavu. Asanteni sana kwa kutukaribisha Homa Bay, tunawaheshimu, tunawapenda, na mimi nataka niwahakikishie, safari hii tutatembea kwa pamoja. Hatuna wasiwasi. Hatuna midomo mingi, tunachapa kazi ile kazi bila break. Ndio tunachapa.